Kesho na tumeweza kujiandaa vizuri kama mwalimu alivyosema baada ya mchezo wetu wa wa juzi. Baada ya kuisha tuweza kurudi kambini kuwezea kujiandaa na mchezo huu. Tunatarajia mchezo wa hautakuwa rahisi kama tu mwalimu alivyosema, kutokana na ratiba yetu jinsi ilivyo na michezo yetu jinsi ilivyo. Kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupokea mbinu za mwalimu na ambazo ametuelekeza ili kuweza kuzitumia katika siku ya kesho. Swali kwa mchezaji kila timu inajizatiti kufanya vizuri, kwa hiyo tunajua kabisa mchezo hauwezi kuwa rahisi, lakini sisi kama Simba tunataka pointi tatu. Kwa hiyo lazima tuoneshe ukubwa wetu, lazima tucheze kwa kujituma, tucheze kwa ufanisi mkubwa, tucheze kwa kutumia nafasi ambazo zitapatikana. Kwa hiyo sisi tumejiandaa tume vizuri kuweza kupata matokeo ya ushindi. Labda neno lote kwa mashabiki na viongozi kuelekea mchezo wa kesho. Mashabiki kwanza nipende kuwashukuru kwa kuweza kutusapoti na kuweza kuwa kuku, nasi, lakini pia niweze kuwakumbusha kesho pia tuna mchezo mgumu mgumu sana ambao tunahitaji sapoti yao, waweze kufika waweze pia kutusapoti.